Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mlisema kuna wengine tunawafikia kupitia vyombo vya habari basi na uwepo wao pia tumeuzingatia. Kwa mujibu wa mwaliko nilitakiwa nizungumzie mambo gani yale? Nakumbuka imetajwa sababu zinazopelekea kuvunjika kwa ndoa, sababu zinazopelekea kuvunjika ndoa. Hii ndio anwani ambayo imechaguliwa, mazungumzo yetu yawe yanazungumza juu ya hili. Unaposema au unapozungumzia sababu zinazopelekea kuvunjika ndoa, maana yake unataka kutuambia sababu zinazopelekea wingi wa talaka. Ingawa ziko kwa sababu ziko sababu zingine hatuna mamlaka nazo. Kwa mfano, ndoa inapotoweka kwa kufa mmoja wa wana ndoa, hiyo ni sababu ambayo hatuna namna ya kumwelekeza mtu aiepuke lakini sababu za talaka zinaweza zikaepukika. Sasa waliochagua hii anwani ndio nyinyi, tunataka kutaja sababu zinazopelekea kuvunjika ndoa, au kama ilivyotajwa neno kwa neno, kuto kudumu ndoa tumewahi kushuhudia baadhi ya ndoa wamefunga ndoa watu kama leo, baada ya siku tatu ya nne, ndoa ile imeisha, kwa maana muume ametoa talaka kumpa mkewe. Sasa sababu nyingi hizi tunaziita miidani, ziko katika uwanja wa maisha yetu ya kila siku, na ni chache zina uwasili lakini, nyingi ni zile ambazo zimo katika maisha yetu ya kila siku. Hata wewe ukijaribu kufuatilia kwa nini hawa wameachana, unaweza ukajua sababu hawa kwa nini wameachana, kuna sababu hawa kwa nini kuna talaka, unaweza ukazijumisha, ziko nyingi, lakini kuna ambazo hizo, kila penye talaka kumi hizo zinaweza ikawa nane au saba, yaani zinatokea sana. Tuanze na ndoa Wengi wetu tumeoa na wengi wameolewa. Nini hivi maana ya ndoa, bwana we? Bwana mkishaoa wewe, ee ushara Wewe? Uh, hapa siulizi ulizi. Pahili kuna vyuma vine. Nini maana ya ndoa jamani? Nini maana ndoa? Kwa sababu ziko sababu nyingine za talaka au za kuvunjika ndoa, zimewahi kutokea kutokana na mtu huwa hajui maana ya kuoa. Niliwahi kuuliza katika moja ya vikao kama hivi, nikaambiwa ni makubaliano ya watu wawili. Maana yake hata Juma na Ali wakikubaliana itakuwa ndoa, Aisha na Fatima wakikubaliana itakuwa ndoa, si watu wawili? ala kullin Kwenye sheria ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ndoa ni makubaliano kati ya mwanamke na mwanamume, makubaliano ambayo yapo kisheria, na kwa makubaliano hayo unapatikana uhalali wa kila mmoja kuweza kutamattai kimwili na mwingine. Kwa mujibu wa sheria hii tunatoa Hakuna ndoa katika Uislamu za jinsia moja. Wanawake wawili hata wakikubaliana haiwi ndoa, wanamume wawili hata wakikubaliana haiwi ndoa, mwanadamu na paka haiwi ndoa, mwanadamu na mbwa haiwi ndoa, na kadhalika na kadhalika. Sasa tujalie ndoa imepita, ni sababu zipi zinazopelekea hizi ndoa kuto dumu, nasema ziko nyingi, lakini kama tungekuja kwa wakati tungezielezea angalau kumi kumi na moja hivi. Ni swala za kuzieleza temani. Mojawapo ni hii, na ni sababu ambazo zinaweza kuepukika. Moja ya sababu za kufanya ndoa hazidumu ni kwamba hawa wanandoa mke na muume huwa hawajui lengo la kuoana kwao, lengo sahihi. Kwa nini mtu ameoa au kwa nini amekubali kuolewa? Kutoelewa lengo sahihi la ndoa huja ikawa ni sababu ya hii ndoa kutodumu. Sa so mwingine hana mpango wa kuoa, panatokea mnasaba katika familia, wanakutana wanafamilia, wanawambia we Juma makamu hao hujaoa, hata mwenzako yule mlimaliza wote shule amekushaoa na ana watoto wawili, wewe unakuwa hujaoa bwana. Bwana, unatutia aibu. Wanamharas, wanamtafutia mchumba, kesho kutwa anaoa. Huyu hakuwa na mpango wa kuoa kabisa, na wala halikuwa wale, kama wangeweza angalau wangemhamasisha akajua faida ya ndoa na malengo ya ndoa ni haya, kwa nini usiwe nayo? Kwa hiyo anajikuta tu ashakuwa na mke kitu ambacho hakikuwa katika raghba yake wala hakikuwa katika mipango yake. Amejikuta tu kama vile amenasa kwenye mtego fulani. Sasa akija gundua kwamba huku nilikupelekwa siko hiyo, ndoa inaondoka tu. Hata kama hakuna sababu, anaweza sababu akatengeza mwenyewe tu, pengine tendo la kupokewa kwa bashasha likawanongwa, we nini bwana, unanifatafata simuume? Nakupokea kwenda zako hapa bwana. Lengo kubwa imeonekana kuwa kutojua sababu na lengo la kwa nini mtu anaoa au kwa nini anakubali kuolewa imeonekana kuwa ni sababu moja katika miongoni mwa sababu nyingi zinazopelekea ndoa kutodumu. Lakini anayeoa au anayekubali kuolewa akiwa anajua malengo ya ndoa katika Uislamu wake, malengo ya ndoa katika ngazi ya familia yake, malengo ya ndoa katika maisha yake, akiwa anajua ndoa kama hii huwa inaenziwa inalelewa vizuri, na mara nyingi biidhnillahi taala inakuwa ni ya kudumu. Sababu nyingine inayopelekea kutodumu ndoa ni kutoelewa wanandoa hawa au mmoja wa hawa wanandoa haelewi haki za wanandoa. Anaoa lakini hajui haki zake zipi kwa mkewe, ambazo anaweza kuzidai kwa mujibu wa sheria, na huyu mu, na huyu mke pia hazijui haki zake kwa muumewe ni zipi, ambazo anaweza kuzidai kwa mujibu wa sheria. Kwa hivyo kutojua hizi haki nayo na huwa ni sababu ya kupelekea ndoa kutodumu. Kimsingi, Allah tabaraka wa taala ameelezea uwepo wa, wa haki kwa wanandoa. Mume ana haki zake juu ya mkewe, na mke pia ana haki juu ya mumewe. Allah anasema walahunna mithlu ladhi alayhinna bil ma'ruf wa lirijali alayhinna daraja. Walahunna, na wanazo hao wake, walahunna, wanazo hao wake haki juu ya waume zao ambazo wanaweza kuzidai kwa mujibu wa sheria mithlu alladhi alayhinna, kama zile haqi ambazo wanazo waume juu ya wake zao bilmaaruf, kwa mujibu wa sheria walirijali alayhinna daraja, na wanaume au waume wana daraja wana ziada ya haqi kwa wake kama ungezisabu, moja, mbili, tatu, nne, tano Pangine mkungekuta saba au moja, mbili, tatu, nne, tano, sita, saba, pengine hukungekuja tisa. Na sababu za ziada ziko wazi, ni muume ndiye ambaye huwa anatoka mguu mosi mguu pili kwenda bishahodi alipo mke ili apose na hatimaye aowe, na akishakubalika huyo mke akija huku kwa muume anakuwa ni mgeni mwenyeji wake, mkuu wake wa kaya, mkuu wake wa mtaa ni huyu muumewe. Kwa hivyo sababu za kuwa huyu ana haki zaidi ziko wazi, lakini ziko nyingine ambazo Allah tabaraka wataala amezitaja, ikiwa ni pamoja na kwamba wao ndio wenye dhima ya kugharimia maisha ya wanandoa. Ndoa ikishathibiti imefungika, imesihi kuanzia pale, huyu mke chakula chake cha kila siku, mavazi yake ya kila baada ya kipindi fulani, na makazi yake na malazi yake, vyote hivi vitagharimiwa na muume, na sio takrima, bali ni wajibu, sio takrima. Isifikie siku jana ulifanya kazi, jana ulivyo hivi, ulikuja hivyo ulikuja mkondefu, sasa unaonekana umeshanenepa, unafanya hapana? Ni haki yake, anakula haki yake, anavaa haki yake, anakaa kwenye makazi, ni haki zake, sio unamkirimu. Kumkirimu labda ufanye jingine, umpe pesa hizi, kawape wazee huko watumie, hizi mpelekee shangazi ajiuguze, hiyo sa. Lakini ili kumlisha yeye akiwa mkeo sio takirima, kwa ni haki yake kwa mujibu wa sheria. Hata kama wewe lofa wa kutupwa na yule milionea anaitikisa utajiri wake, ni wake mwenyewe, na wewe ulofa wako ni wako mwenyewe. Pambana ili umlishe, umvike, umpe mahala pa kuishi. Kama ataamua kwa khiari yake, kwa ihsani yake kwa utu wake kukusaidia baadhi ya majukumu basi, huo ni utu wake. Lakini huwezi kutoka, akakwambia mbona unaondoka bwana, hakuna hiki wa hiki. Kwani una shida ya hela bwana ha? sina shida, lakini zangu mwenyewe. Lakini wewe ukiwa muume una jukumu lako. Sasa hii kutojua haki za wanandoa, mke hajui haki zake, muume hajui haki zake, tumebaini kwamba ni moja katika vile ambavyo vimechangia sana kubomoa ndoa, zikawa hizo ndoa hazidumu. Sababu namba ngapi hiyo? Unaweza ukaipa namba mbili au ukasema ni ya pili. Sababu nyingine, sababu nyingine ni kukosea katika kuchagua huyo unayetaraji kumuoa au unaikubali kuwa muumeo. Swala la kukosea kuchagua nalo lina mchango mkubwa katika kufanya ndoa zisidumu. Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ameweka vivutio vinavyomfanya mtu ahamasike, kwa nini namuoa huyu na kwa nini nakubali kuolewa na huyu. Akiwa na papara, mmoja wa wanandoa akaingia katika taasisi ya ndoa bila kuvizingatia hivyo, inawezekana kesho yake tu akabaini, ala, kumbe iko hivi eh? Ukajikuta hiyo ndoa nayo inaondoka mara moja. Kwa upande wa vivutio vya mwanamke. Bwana Mtume salallahu alaihi wa alihi wasallama amesema, tunkahu lmaratu liarba, mwanamke huwa anaolewa kwa hivi. Vivutio vine hupatikana vyote au baadhi yake, lakini hivi, unaweza kumwambia mtu kwa nini umemwoa yule, akawambia ni kwa sababu hii. Kwa nini umevutika kumwoa fulani? ni kwa sababu hii. Kwa nini? kwa nini hivi vine akataja uzuri wa sura na mwonekano, akataja kuwa na ukoo uliostaarabika unaoeleweka, akataja vile vile mali. Pengine mashallah hali yake si mbaya. Unaweza ukaondoka mambo yakaenda ukarudi, akakwambia tu bwana, hapa una deni la laki mbili, ulichokiacha kiliisha, nilitoa pesa zangu hizi hizi hizi hizi kujilisha nikiwa mkeo na kuwalisha watoto, lakini kubwa lao ni dini, akataja walidini ha na dini yake. Sasa kwenye dini akapigilia msumari wa kusisitiza na kung'ang'aniza, akasema fadfar bidhati dini, mtafute kwa juhudi kubwa kabisa kupindukia taribat ya dakika. Na katika tamko nyingine taribat yaminuk, mkono wako utabarikiwa. Wako wengine wanatafsiri kinyume chake, kama hutaangalia makini, basi mkono wako utakuwa ni wa kupekua pekua chini tufakiri, unaokota okota kokoto, sijui vitu gani vitu gani vitu gani. Tafsiri ni nyingi, lakini target hapa ni kwamba katika mambo mali, uzuri, umaarufu na umashuhuri wa ukoo kuwa na mali ni vivutio vya mwanamke, lakini msisitizo mkubwa ni kwenye dini, wali dini ha hasa kwenye dini watu hupotea. Anaoa mwanamke hana dini, ukimuuliza vipi? Ah, huyu unamjua, lakini baba yake ni shekhi fulani. Ah, ina maana unamuoa mkweo, baba mkwe Mtume sasa anasema ni dini yake, fadhu far bi dhati dini, ajasema muoe binti wa mtu mwenye dhati dini. Yeye mwenye binti ana dini, sio mwislamu tu, ana dini. Unaweza kuwa mwislamu lakini huna dini. Dini kama usajili tu, ume umejisajili ume mahala umejisajili umejisajili tu katika eneo, lakini huna chochote ambacho una, unaweza kueti. Sasa la msingi sio kuwa Mwislamu, lakini la msingi, Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam asema fadfar bidhati dini, mtafute kwa bidii zote mwenye dini, oa binti mwenye dini. Hama, hata kama gongo linauzwa nyumbani mwao na usimuoe. Binti wa shekhe kama muhuni, hata kama darsa inafanywa barazani kwao, utataabika. Na kama wewe una dini siku mbili tatu, hiyo ndoa itakutokea puani. Bali maustazi wa pembeni hata wakimwaisma, mimi kama shekhe, baba yangu shekhe, hau ni waona wote wamesomeshwa na baba Unataka kunambia nini? Unajipya gani? Ndio maana Mtume sallallahu alayhi wasallam akasisitiza fadhfar bidhati dini, mtafute kwa bidii zote mwenye dini. Sasa, moja ya sababu zinazopelekea ndoa kwa hazidumu, kuwa hazidumu, huwa wana ndoa hawa wanakosea kuchagua, suul ikhtiyar uchaguzi kwa sababu na kwa upande wa mwanamke tumeambiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, idha atakum, atapokujieni, man, mtu ambaye tardhaunahu, mnamridhia, khuluqan wa dina, tabia zake na dini yake iko vizuri, fazawiju, mwozesheni. Mke kubali kuolewa na mwanamme wa aina hiyo, ana akhlaqi nzuri na ana dini nzuri. Sasa utakuta mtu anakuletea malalamiko, bwana mume wangu ananitelekeza, anafanya hivi, ameshaoa mke mwingine huko, mambo yote anaishia huko, mimi hata kata kunijua. Nikimwambia basi njoo tuyatengeneze maneno, anasema anaambia mtu, bwana sitaki. Unataka kuniambia kitu gani? Unajipia gani, una, gani wewe eh, unajua nini? Hana akhlaki na wala hana dini. Kwa hivyo ukijipeleka kichwa kichwa kuolewa ukakubali kuolewa na mtu yeyote, hata kama hana akhlaq, hata kama hana dini, ujue hiyo ndoa ni bando la simu la muda mfupi. Kifurushi hicho kitamalizika, inawezekana ndani ya wiki, ikiwa bahati yako, ndani ya mwezi, ikiwa bahati yako, nitegemea, usishangae hiyo ndoa ikamalizika muda mfupi, kwa sababu una mtu si mwenye dini. Wako wanawake wadai talaka, mtu kapindwa na ngiri, kafanya operation, kaambia ukae miezi sita, utulie tulie, usipande kitanda kikubwa. Ah, mimi siwezi miezi sita miezi sita yote hiyo mimi siwezi, nitakaaje? That indeed hawezi kusema maneno hayo, lakini huyu mbugira mbugira anasema hawezi kustahimili miezi sita mpaka mishono ikae sawa, atakaa kushonoe. Kwa hiyo wake tu dhati dini hafiki huko, mwenye akhlaqi na nini hafiki huko. Kwa hiyo hii tumeibaini katika kadhia nyingi ambazo zinatufikia akina sisi za matatizo ya uvunjikaji wa ndoa, hili nalo la kutochagua vizuri. Unamuuliza kabisa huyo mume anaekufanyia visa kiasi hicho, mshakaa kikao na familia mkaweza kusema, yeye amesema hataki kikao na mtu yote, hata kishekhe hata kiustazi huyo mshenzi, umeolewa na mshenzi, matokeo ndio hayo. Lazima, madamu umeolewa na mtu mshenzi, hana akhlaqi. Au siku ulimuhameka namonana, swali swali, kusali siyo dili. Kusali tu siyo dini, yaani siyo dili kwamba madamu anaswali. Wako watu wanaswali na hawana akhlaqi njema, hawana tabia njema, si wanawake si wanaume mtu anasali na mwalama mkubwa anayo hapa, lakini huko nyumbani kwake anavyoendesha mchaka mchaka, utaanza kustaghfiru. Sasa huyu muislamu gani huyu? Asomoko pamoja na kusali sana, mgeni usalia mazoea, wengine wasalia mazoea kama uraibu fulani vile. Lakini tuchoambiwa hapa, akikujieni ambaye mnamridhia, angalia maneno tardawnahu, ili umridhie, maana yake umemjadili nafsi yako lakini mnakutana mahala tu, pengine mmekutana kwenye itimai mahala, mkazoana siku hiyo hiyo. Vipi? Ha, jimbo hili liko wazi, haina shida. Ndo lugha yao, jimbo liko wazi, maana yake hana mume. Sasa ah, wewe ukija Dar es Salaam muone fulani jukwa juyo yu na huyu mwenyewe mume, kama ana mke mwingine inakuwa ndo juu kwa juu jitimai hazishi, naenda kwa jitimai, kumbe ndo anakwenda samia huko. Muongo anakuwa anakuwa muongo, si mwazi. Na kwa kuwa huyu ni mtu wa dini anajua, eh, kweli pengine jitimai kweli, mpaka inakujajulikana miaka kadhaa, lakini dhati dini kuwa mwazi. Mimi kwa nilivyo wivu wangu, bwana, kama ushaoa mke mwingine, kaa na mkeo, mi siwezi. Najua dini iko hivyo, lakini siwezi kujidhibiti, nitamchukia huyo mdada mwenzangu bure. Lakini mtu unaoa hajui huyo wala yule, sio lazima, lakini tatizo ndio lishatengezeka hapa. Iko siku wataumwa kule, itabidi upige kambi, aina za uongo umemaliza jitimai zote. Hawa waliokwenda wenzio washarudi, wewe hujarudi. Inakuja julikana baadaye, wanakuja mwambia wenzake, anachachamaa. Tumebaini hili nalo linapelekea ndoa kutodumu nini? Kutoweza kuchagua vizuri. Kabila ya mke hata miaka mia moja kabila ya kuolewa hata miaka tisini na mmoja lakini hakikisha unamchagua mke kwa vigezo vya dini. Hakuna aliyesalimika mia kwa mia, lakini hakikisha umepembua, utwambie kabisa manimejitahidi huyu binti mashaallah, mwonekano wake nilivyoambiwa na kadha Ikijatokea bahati mbaya huko tatizo jingine, lakini kwani ulivyoambiwa ana swali kusali kwa kweli haswali, lakini baba yake ndio shekhe wa kata pale. Wewe huoi baba yake, unamwoa huyu. Na ndio akasema fadhfar bidhati dini. Kwani Safia bint Hayi, mke wa Mtume saa salam, baba yake mwislam abadan, Myahudi mchenzi, lakini mama Mwislamu na shida imeisha ndio maana huwa wanaambia baadhi ya vijana nyewe, wakati mwingine mnaoa baba wakwe zenu. Ie, umemwona baba mashaallah, ukamruzuku ana lihya, anazitunza vizuri, zinakula kitana, zinametameta. Ukaona pale, nimefika nimepata, kumbe umepatikana.